itasaidia watu ambao wa hasa hususan wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa mawili hadi matatu hapa, watapita kwa wastani wa masaa wa dakika tatu mpaka tano maximum, na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari tatu uh, au nne au tano, ambazo zina wastani wa mpaka tani mia moja na sitini zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani mia moja na sitini zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili, tani mia moja na sitini Aa, sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani hamsini na sita 54 hadi 56. Kwa hivyo maana yake ukichukua hizo ni gari takriban tatu zina uwezo wa kupita au zaidi zikapita katika, katika daraja letu hili kwa wakati mmoja. Na hili daraja limetugharimu jumla ya fedha bilioni mia saba na kumi na sita. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, unafahamu kwamba wakati anakabidhiwa e, nchi Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban asilimia ishirini na tano tu ya ukamilifu wake, na katika hizo asilimia ishirini na tano Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake a, hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli Mwenyezi Mungu amlaze uh, mahala pema uh, peponi na unaweza ukaona kwamba uh, fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana na tena tume, imefanyika kazi hii kipindi kigumu na watu tukuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa hili daraja itakuwa kwaje sasa zilitakiwa zaidi ya bilioni mia tano Wakati huo Mheshimiwa Rais Samia anaingia tayari, wastani wa, wa bilioni mia moja takriban na thelathini hadi hamsini zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale awali, lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni mia tano zinazohitajika zilipwe, na hapo corona ndio imeingia inachapa na mzunguko wa fedha na kulikuwa na crisis kubwa, lakini tunamshukuru sana Rais Samia alisimama kidete akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika. Na unajua ndio maana kwa kusema kweli tunamshukuru na ndio maana amepata tuzo kadha. Moja ya tuzo ameipata mwaka ule wa elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kusimama imara sana, watanzania wengi tunakumbuka, ni ile tuzo iliyotolewa na benki ya Afrika, yaani AfDB uh, inayokwenda kwa jina la maarufu la Abubakar Bakar Ndiae. Unafahamu kwamba ni kwa mba sababu wali appreciate na walikubali namna ambavyo ya mchango wake, hasa hususan kusimama imara kwenye nyakati ngumu, na hii ni experience nzuri ya nchi yetu. Wakati wote nchi yetu tunapokuwa tunapita katika changamoto kubwa na nzito, tumesimama imara na tunaua tunapita kwa mafanikio makubwa sana na tuzo kama hii tena imetolewa mwaka huu kwa rais wa Angola a, a, Mheshimiwa Lourenco, yeye amepata hii tuzo kwa sababu ya ujenzi wa ile tunaita Lobito Corridor. Kwa hivyo unaweza ukaona dunia imetambua kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. mradi huu utatusaidia sana kama alivyokwisha kusema awali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 Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye amekuwa ni kinara wa kuendeleza mipango ya taifa letu, maana hana tabia ya kuacha mambo ya, ya bakie yanaelea hivi. Amekamilisha daraja hili hapa la Kigongo Busisi, amekamilisha kipande cha reli cha SGR a, kutoka Dar es Salaam mpaka Makutupora a, Dodoma Makutupora, na anaendeleza maeneo mengine. Amekamilisha pia vilevile jenzi wa daraja la wa, wa mradi mkubwa wa umeme wa pale Rufiji. Tunampongeza na kwa kusema kweli, tunamwombea sana Mungu e, aendelee kuwa na afya njema na aendelee kuliongoza taifa letu kwa weledi mkubwa na umadhubuti. Ndugu wanahabari, naomba niseme tu kwamba daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo ndio maana hata sisi katika mialiko, kwanza tumewaalika watanzania wote tumealika watu wengi sana lakini tumealika mpaka tumeomba wizara ya mambo ya nje itusaidie kualika hata majirani zetu. Kwa hivyo tunayo matarajio kwamba tutakuwa na mabalozi hapa mathalani wa Burundi uh, Uganda uh, Rwanda na, na, na, na Congo, kwa sababu hawa wote ni wanufaika wa daraja hili hapa ambalo litakuwa ni kielelezo na ni daraja namba moja kwa Afrika ya mashariki na kati na hili daraja tumetengeneza litakuwa na matoleo yake ya kilomita 1.66 kutoka hapa darajani kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Geita, na kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Usagara kule Mwanza. Naomba sana mtusaidie, waandishi wa habari, kutambua kuutambulisha na kuukaribisha umma wa Watanzania. Tunataka ufurike hapa siku ya tarehe kumi na tisa uh, mwezi huu siku ya Alhamis Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan atakapokuja tushereheke naye, anakuja kulifungua hili daraja ikiwa ni katika sehemu ya mafanikio ya Tanzania huru. Tumefanya wenyewe na tunaendelea kufanya wenyewe. Miongoni mwa faida ambazo tutakuwa tumezipata, ukiacha hizi za kijamii za kiuchumi nilizokwisha kuzitaja, ni pamoja na ile faida ya kwamba hapa wakati kampuni la kigeni lilipokuwa linafanya hii kazi ni kampuni kutoka China linayoitwa CC ECC, lakini ikumbukwe kwamba tulikuwa na wataalam wazawa waliofanya ushiriki katika hatua kwanzia ya mwanzo ya design mpaka huku tunalikamilisha hili. Na tena bahati njema sana, wataalamu wazawa hawa wapo na tutawatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya. Uh, na tunaamini sasa kwa sababu ya ushiriki wao wa Tanzania hawa wazawa, huko mbele ya safari tukiwa na project kubwa kama hizi zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii. Uh, jambo la lingine ningelipenda niliseme hapa ni jambo la kupunguza msongamano katika majiji na miji uh, miradi ya kupunguza msongamano wa magari katika miji mikubwa hapa nchini hususan katika miji ya Dar es Salaam, Dodoma na Mbeya ina umuhimu mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Hapa hata hapa Mwanza tunao mradi mkubwa wa kupunguza msongamano wa kutoka Mwanza katikati ya mji kuja Usagara. Uh, ule mradi tumefika hatua kubwa na nzuri sana ambayo itakuja kuunganisha na daraja sasa. Kwa hivyo ule mradi tupo katika hatua ya mwisho kabisa ya kuweza ku, ya kimanunuzi na baadaye kusaini mkataba na mkandarasi.